Ndio maana nasema bwana, chama chetu kitaendelea kuchaguliwa tu. Wakati mwingine ukiasema haya wana kasirika kweli, asema yule, kwa asamzeule kwa nini asiende kupumzika basi, ingawa wanasema kafa. Mie mzima, afya yangu nzuri, sina ia